Si mmesikia kwamba kuna watu wanasema mwaka huu hakuna uchaguzi? Nataka wananchi wa Mkalama mniambie, uchaguzi utakuwepo au hautakuwepo? Uchaguzi utakuwepo au hautakuwepo? kwa sababu mkisema uchaguzi hautakuwepo, kuna mambo kama haya tasiwa kuyafanya. Naendelea kutoa shukrani zangu za dhati kwa jeshi la ulinzi na usalama wametusaidia kutoka tulikotoka Nduguti, nyumbani kwangu mpaka kufika hapa, wako vizuri kweli kweli. Naomba muwapigie makofi kwanza. Hivi kwa jeshi hili ambayo mmeliona hapa, kuna mtu atazuia uchaguzi mwaka huu? Kuna mtu atazuia uchaguzi mwaka huu? Jeshi limejipanga na liko imara. Nawashukuru sana na, na viongozi wa jeshi la polisi Naomba nitumie fursa hii ya kipekee sana na kwa heshima kubwa kuwashukuru wananchi wa kata ya Mwanga. Nataka niwaulize jambo moja, hivi si mmesikia kwamba kuna watu wanasema mwaka huu hakuna uchaguzi? Nataka wananchi wa Mkalama mniambie uchaguzi Kama haya tutasua kuyafanya. Amani ya nchi yetu itavurugika. Nataka nijue ni, ni wangapi wanasema kwamba uchaguzi utakapo fungeni mikono juu. Yeye yeah, yeah. Anaishi msichukieni hiyo. Waandishi msichukieni hiyo. Fungeni mikono, fungeni mikono. Yeye yeah, yeah. Kuna mambo ya Samia Suluhu Hassan. Uchaguzi upo, mama. Uchaguzi upo, mama. Msichoke rush. Fungeni kwa rais anawaona. Rais wa nchi anawaona. Kwamba uchaguzi upo kufanyika kwa amani. katika mkoa wa Singida Mkalama inakwenda kuongoza kutoa kula kwa mama Samia Suluhu Hassan, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, kwa sababu ya kazi kubwa ambayo anaifanya. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mama amepambana sana, kwa mimi nawaelewa sana hawa ambao wameamua leo kufanya maamuzi haya. Ninaomba wote ambao mna kadi zenu, nimemwalika kiongozi hapa wa serikali wa chama cha si mapinduzi. Wewe wa, wa ni mwenyekiti wa, wa, wa serikali au wa chama wa, wa tawi, ninaomba mkabidhi kadi zenu zote. Na mimi nataka niwaambie, hii ni ishara njema ya kwamba kwamba Mkalama mnakwenda kumuunga mkono mama Samia Suluhu Hassan. Mimi binafsi namuunga mkono sana, sitaki kuwafika wala huu sio uongo liko wazi, asilimia mia moja. Na nitawaambia kwa nini, na nimeshawaambia, lakini nitasisitiza, wale wote wenye kadi sogeni mbele hapa leo mbatizwe. Mama amelalamika amesema, kwamba amepoteza, anaona kwamba yeye anataka ku mkoa ngapi? Kuna chama gani? Na chama gani? Na kafu mpo? Njoni basi. Kalama hili naweza kubeti na mtu yoyote kwenye uchaguzi huu. Mimi nataka niwaambie jambo moja. Inawezekana mkawa mna, mna laumu, lakini kumbe kuna namna moja au mbili kero zenu hazifiki mahali husika. Mimi ninajua kero zenu nyingi zilizo kwa hapa. Nimekuja hapa nilipoambiwa kwamba kuna shule ambayo unaenda kufanyia mkutano haina hata maji. Nikauliza maji kupata hiyo shule ni kiasi gani? Nikaambiwa ni milioni mbili, lakini nikasema nawapa milioni tatu a na ufundi umalize kazi. Viongozi wangu, wasaidizi wangu, wasaidiz, naomba mnikabidhi shilingi milioni tatu, nikabidhi kwa uongozi wa kata hii.